Katika mchakato ulioonyesha uwazi, wajibikaji na mshikamano wa wawakilishi wa wananchi, baraza la madiwani la halmashauri ya jiji la Dar es Salaam leo limemtangaza rasmi diwani wa mchikichini Nurdin Bilal Juma maarufu kama Sheta kuwa mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam. Tangazo hilo limetolewa baada ya kura hamsini na moja kupigwa katika kikao cha kwanza cha baraza kwa mwaka wa uongozi ambapo kura 48 zilimuunga mkono Sheta huku kura mbili zikiwa hazijatumika kikamilifu ikiwemo moja kuharibika. Matokeo hayo yanampa ushindi wa dhahiri yakionyesha imani ya madiwani katika uwezo wake wa kuongoza jiji lenye uzito wa kiuchumi na kijamii nchini. Katika nafasi ya naibu mstahiki meya, baraza limemchagua Joni Mrema aliyepata asilimia 98 ya kura zote sawa na kura 49 kati ya hamsini na moja huku moja ikiharibika. Ushindi wake pia umeakisi makubaliano mapana ndani ya baraza kuhusu nidhamu na dira ya uongozi wanaotaka kuiona katika jiji hilo. Kwa mujibu wa kanuni za serikali za mtaa na taratibu za uchaguzi wa viongozi wa almashauri, kikao hicho kimefungua rasmi majira mapya ya utendaji, ambapo viongozi hao wanatarajiwa kusimamia miradi ya maendeleo usimamizi wa mapato, uboreshwaji wa huduma za jamii na kuimarisha taswira ya Dar es Salaam kama kitovu cha biashara na diplomasia ya kikanda aidha uchaguzi huu umetajwa na baadhi ya wajumbe kuwa ni hatua muhimu katika kuelekea mpangilio wa maendeleo ya jiji, ukifungua ukurasa mpya wa uongozi unaotarajiwa kujikita katika uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi. Hizi ni ripoti kutoka Open Online Media.